Tusali kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa sababu ya mchana wa leo, jioni ya leo, asubuhi ya leo na majira ya e, Bwana ambao unatupa kibali watoto wako kusoma neno lako masaa yote, tunayaweka mikononi mwako wakufu kwa damu ya Yesu, tunaomba Roho wa Mungu tusimamie, ili tunaposoma neno hili liweze kutujenga liweze kutuweka huru liweze kutuhuisha katika jina la Yesu, tuseme amen. Wapendwa, karibuni sana. Tunaendelea na kitabu cha Yeremia, ambapo leo tutasoma sura ya 15 na ya kumi na sita. Watu wa Mungu, tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project ili tuanze moja kwa moja usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mlango wa 15. Ndipo Bwana akaniambia, hata wangesimama mbele zangu Musa na Samueli, moyo wangu usingewelekea watu hawa watupe watoke mbele za macho yangu, wakaende zao. Kisha takuwa hapo atakapokuambia tutoke tuende wapi, wa utawaambia Bwana asema hivi: wale waandikiwa kufa watakwenda kufa, au kufa kwa upanga watakufa kwa upanga, au kufa kwa njaa watakufa kwa njaa, au kutekwa nyara watakuwa mateka. Nami nitaamrisha juu yao namna nne, asema Bwana, upanga uue, na mbwa wararue, na ndege wa angani, na wanyama wakali wa nchi wale na kuangamiza. Nami nitawafanya kuwa kitu cha kutisha katika falme zote za duniani kwa sababu ya Manase mwana wa Hezekia mfalme wa Yuda, kwa sababu ya mambo aliyoyatenda katika Yerusalemu. Maana ni nani atakayekuhurumia, e Yerusalemu? Au ni nani atakayekulilia? Au ni nani atakayegeuka upande ili kuuliza habari za hali yako? Umenikataa mimi, asema Bwana, umerudi nyuma; ndiyo maana nimenyosha mkono wangu juu yako na kukuangamiza; nimechoka kwa kughairi. Nami nimewapepea kwa kipepeo katika malango ya nchi; nimewaondolea watoto wao, nimewaharibu watu wangu, hata hivyo hawakurudi na kuziacha njia zao. Wajane wao wameongezeka kwangu kuliko mchanga wa bahari nimeleta mwenye kuteka wakati wa dhuhuri juu ya mama wa vijana. Nimeleta hamu na ya maogofyo yampate ghafula. Mwanamke aliyezaa watoto saba anazimia, ametoa roho; jua lake limekuchwa ungali ni wakati wa mchana, ametahayarika na kufedheheka. Na mabaki yao nitawatoa kwa upanga mbele ya adui zao, asema Bwana. Ole wangu, mama yangu kwa kuwa umenizaa mtu wa kuteta na mtu wa kushindana na dunia yote. Mimi sikukopesha kwa riba wala watu hawakunikopesha kwa riba, lakini kila mmoja wao hunilaani. Bwana akasema, hakika nitakutia nguvu upate mema, hakika nitamlazimisha adui akusihi wakati wa uovu na wakati wa taabu. Je, mtu aweza kuvunja chuma, nam chuma kitokacho kaskazini au shaba mali yako na hazina zako nitazitoa kuwa nyara, bila kulipwa thamani yake, nam kwa sababu ya dhambi zako zote, hata katika mipaka yako yote. Nami nitakulazimisha kuwatumikia adui zako katika nchi usiyoijua, maana moto umewashwa katika hasira yangu, utakawateketeza ninyi. Ee Bwana, unajua wewe, unikumbuke, unijilie, ukanilipie kisasi juu yao wanaoniudhi. Usiniondoe kwa uvumilivu wako; ujue ya kuwa ni kwa ajili yako nilivyopatikana na mashutumu. Maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, ee Bwana Mungu wa majeshi. Sikuketi katika mkutano wao wanaojifurahisha wala sikufurahi; naliketi peke yangu kwa sababu ya mkono wako kwa maana umenijaza ghadhabu. Mbona maumivu yangu ni ya daima na jeraha yangu haina dawa inakataa kuponywa? Je, yamkini wewe utakuwa kwangu kama kijito kidanganyacho na kama maji asiyodumu? Kwa sababu hiyo Bwana asema hivi, ukirudi ndipo mimi nitakapokurejeza upate kusimama mbele zangu, nawe ukitoa kilicho cha thamani katika kilicho kibovu utakuwa kama kinywa changu nao watakurudia wewe bali hutawarudia wao nami nitakufanya kuwa kama ukuta wa boma la shaba juu ya watu hawa nao watapigana nawe lakini hawatakushinda maana mimi nipo pamoja nawe ili nikuokoe na kukuponya asema bwana nami nitakuokoa na mkono wa watu wabaya nami nitakukomboa katika mkono wao wenye kutisha Mlango wa kumi na sita. Tena neno la Bwana likanijia kusema, wewe hutawa mke wala hutakuwa na wana wala binti mahali hapa. Maana Bwana asema hivi, katika habari za wana na katika habari za binti wazaliwao mahali hapa, na katika habari za mama zao waliowazaa, na katika habari za baba zao waliowazaa katika nchi hii, watakufa kwa maradhi mabaya, hawataliliwa wala hawatazikwa watakuwa kama samadi juu ya uso wa nchi, nao wataangamizwa kwa upanga na kwa njaa, na mizoga yao itakuwa chakula cha ndege wa angani na cha wanyama wa nchi. Maana Bwana asema hivi, usiingie ndani ya nyumba yenye matanga, wala usiende kuombolezea wala kualilia, maana nimewaondolea watu hawa amani yangu, asema Bwana, hata fadhili zangu na rehema zangu. Wakubwa kwa wadogo wote pia watakufa katika nchi hii, hawatazikwa wala watu hawatawalilia wala kujikatakata kwa ajili yao wala kujinyoa kwa ajili yao, wala watu hawatamega mkate kwa ajili yao wakati wa kuomboleza ili kuwafariji kwa ajili yao waliokufa, wala watu hawatawapa kikombe cha faraja wanywe kwa ajili ya baba yao au mama yao, wala usiingie ndani katika nyumba yenye karamu kuketi pamoja nao na kula na kunywa. Maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: mimi mbele ya macho yenu na katika siku zenu nitaikomesha sauti ya furaha na sauti ya kicheko, mahali hapa, sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi. Tena itakuwa utakapoonyesha watu hawa maneno haya yote, nao wakakwambia, mbona Bwana amenena juu yetu mabaya haya makuu? Uovu wetu ni uovu gani, na dhambi yetu tuliyomtenda Bwana Mungu wetu ni nini? Ndipo utakapowaambia ni kwa sababu baba zenu wameniacha mimi, asema Bwana, na kuwafuata miungu mingine na kuwatumikia na kuwaabudu, wakaniacha mimi, wasiishike torati yangu; na ninyi mmetenda mabaya kupita baba zenu; maana angalieni, mnaenda kila mmoja wenu kwa ushupavu wa moyo wake mbaya, msinisikilize mimi. Basi kwa sababu hiyo nitawatoeni katika nchi hii na kuwaingiza katika nchi ambayo hamkuijua wala ninyi wala baba zenu, na huko mtawatumikia miungu mingine mchana na usiku, kwa maana mimi sitawapa fadhili zangu hata kidogo. Kwa hiyo angalia, siku zinakuja, asema Bwana, ambapo hawatasema tena aishivyo Bwana aliyewaleta wana wa Israeli toka nchi ya Misri, lakini aishivyo Bwana aliyewaleta wana wa Israeli toka nchi ya kaskazini na toka nchi zote alikowafukuza. Nami nitawarudisha katika nchi yao wenyewe niliyowapa baba zao. Tazama, asema Bwana, nitatuma watu kuwaita wavuvi wengi, nao watawavua, na baada ya hayo nitatuma watu kuwaita wawindaji wengi, nao watawawinda, watoke katika kila mlima na kila kilima na pango za majabali maana macho yangu yaziangalia njia zao zote, hawakufichwa uso wangu usiwaone, wala haukusitirika uovu wao, macho yangu yasiuone. Nami kwanza nitawalipa uovu wao na dhambi zao maradufu, kwa kuwa wameitia unajisi nchi yangu kwa mizoga ya vitu vyao vichukizavyo na kuujaza urithi wangu kwa machukizo yao. Ee Bwana, nguvu zangu, ngome yangu na kimbilio langu siku ya tabu, kwako wewe watakuja mataifa yote toka nchi za dunia, wakisema, baba zetu hawakurithi kitu ila uongo, naam, ubatili na vitu visivyofaa. Je, mwanadamu ajifanyie miungu wasio miungu? Basi tazama, nitawajulisha mara moja; hii nitawajulisha mkono wangu na nguvu zangu, nao watajua ya kuwa jina langu ni Yehova.